Dunia sasa hivi inapoenda, TEHAMA ni muhimu sana . Mawasiliano kwa njia ya makaratasi yanaenda kupungua, yanaenda kuisha na ndio maana hata Tume ya Maendeleo Ushirika imewekeza kwenye mfumo wa usimamizi wa vyama vya ushirika wa Morogoro, ambapo kila chama unahitaji sababu kuutumia ule mfumo ni kupitishie makisio yako, kuidhinisha bajeti yako lazima utumie mfumo huo, lakini vile vile kwenye masuala mbalimbali ya kuomba mikopo komo za madeni zote zinapitia kwenye mfumo huo. Kwa hiyo ni vyema tutaifahamu kwa, kwa undani kwa sababu sisi ndio watumiaji, na serikali imewekeza imetumia gharama makubwa sana katika mfumo huu. Kwa hiyo tunawataka wataka wanaoshirika kujiwekeza mji, zaidi kwenye mfumo wa TEHAMA, lakini ukiacha katika huu mfumo wetu vile sisi vyama tunahitaji kutumia mifumo ya TEHAMA kwenye vyama vyetu. Vyama vingi vinaenda bila mifumo ya TEHAMA. Tunahitaji tuweke mageuzi kwenye vyama vyetu na tuweze kutumia TEHAMA iturahisishie uh, maisha na kazi zetu ambazo tunazifanya. Tunapokutana kwa mfano kwa leo tu kipindi cha mwanzo tunaona kuna mwanachama ambaye alikaa na dukuduku lake kwa muda mrefu, lakini leo akapata nafasi ya kusema, kwa sababu mahali kama hapa tunakutana, viongozi wapo wengi wa ushirika na wanatoka katika taasisi mbalimbali. Yeye anapotoa duku duku lake, anapotoa changamoto yake, inawezekana kabisa kama ile changamoto haijafika kule inakotakiwa kwenda. Kwa hiyo kwa wingi huu ile changamoto inachukuliwa kama ni hoja ya mkoa inapelekwa kwenye ngazi ya taifa na inafanyiwa taratibu za utekelezaji ili kutatua hili, hili changamoto. Kwa hiyo haya majukwaa yana maana kubwa sana kiasi yes, kwamba mtu hawezi kukaa na shida moyoni mwake akashindwa kuitoa. Anaitoa kwa uhuru na inapokelewa na inafanyiwa kazi. Kama chama cha ushirika huwa tunatoa ushauri katika ngazi labda ya kama ni consultancy wanasema, lakini muda mwingine tunatoa ushauri kama ni sehemu ya community concern ama kujali jamii. Lakini kingine kikubwa, tuna wanafunzi pale katika ngazi ya certificate, diploma Degree, masters hadi e, uzamivu kwa maana ya PhD. Hawa wataalamu ambao wanafundishwa pale wanatengenezwa pale wanakuja sasa kusimamia kama wanavyowaona maafisa ushirika, warajisi wasaidizi, wengi ni wale ambao wametimu kutoka chuo cha ushirika Moshi. Kwa hiyo tunapata wataalamu, lakini ukienda kwenye vyama tunapata ma manager, tunapata wahasibu, tunapata watunza store na watendaji wote wa kwenye vyama vya ushirika wengi wanaelimu kutoka chuo cha ushirika Moshi. Hizi changamoto zetu zilikuwa swala la ucamu, swala la mzani maanake mzito, masuala la haki zile za pembejeo, mikopo. Hizo zilikuwa changamoto zetu kubwa, lakini tukaingia kwenye chama cha ushirika tukafikiria hizi changamoto zitakuwa zimekisha au ndio itakuwa suluhu ya kweli, lakini inaonekana bado changamoto zinajiendelea kujitokeza. Kwa mfano kwenye ucamu kwenye, ucham, kwenye sako. Imekuwa changamoto kubwa, na imekuwa changamoto mama. Pili kwenye mikopo, kwa mfano mikopo, unaomba unaomba mkopo lakini hautoki kwa wakati, ikapelekea hata mwaka unafikia mwingine unaomba mkopo upewe. Yakuwa na serikali ilichukulie hili kwa kina pale wanapoona wana wakulima wanalalamika malalamiko yao pengine kwenye mamlaka husika, basi ione kwamba hilo ni kero, ichukuliwe na ifanywe kazi kwa wakati na kuwarudishia majibu wa wanachama ili wawe na imani na, na, na serikali yao.